Michezo ya mbio za baiskeli ambayo inaendelea katika sherehe za kuelekea Mei Mosi mkoani Singida. Hapa ni washindi mbalimbali ambao wameshika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu eh, kwenye mashindano haya ambayo yanaendelea eh, katika sherehe za kuelekea Mei Mosi. Kwa majina anaitwa Scolastika Hamisi Hasiri. Natokea taasisi ya Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania, lakini hapa ninawakilisha Wizara ya Uchukuzi. Uh, kwa kweli mashindano yalikuwa mazuri sana na ushindani ulikuwepo. Uh, kwenye mashindano lazima apatikane mshindi hivyo, hapa ninasubiri ile Mei Mosi nipande pale jukwaani mama akanikabidhi kombe langu, I'm the winner na nilikuwa ninajua nini ninakuja kufanya hapa Singida. Na kubwa zaidi tamanio langu ni ni kubeba kikombe na kukipeleka kwa Katibu Mkuu ambaye ndiye mlezi wa wizara yetu ya uchukuzi, kwa majina anaitwa Mwajabu Bwire kutoka Mahakama Tanzania. Ah, kiukweli ndio ilikuwa ngumu ngumu sana, hasa kilomita kumi ngumu sana kwenda, lakini kurudi, alhamdulillah. Kikubwa mazoezi hayadanganyi, e, mazoezi na kujitoa kwa ajili ya taasisi. Nashukuru Mungu nimewakilisha vyema, nimekuwa mshindi wa pili. Naitwa James Shigera, natokea jeshi la polisi, wizara ya mambo ya ndani. Jambo ambalo napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, hali ya hewa ilikuwa ni ngumu lakini training yangu ndio iliyosababisha nikawa mshindi. Hii ni awamu ya tatu na shiriki mashindano haya ya Mei Mosi, na yote nimekuwa wina. Kwa changamoto za leo ambazo nimekutana nazo katika mkoa huu, kwanza kulikuwa kuna milima mingi sana, lakini pili a, katika milima hiyo kulikuwa kuna ukungu, kwa hiyo hata speeding pia ilikuwa ni changamoto, kwa sababu huwezi kukimbiza sehemu nyingi mbele, unashindwa kuonekana. Hiyo ni Fredrick Mgave kwa majina anaitwa John Fredrick Mgave. Mimi ni wakili wa serikali ofisi ya taifa ya mashtaka, nimetokea Kilimanjaro kwa taasisi ya Saratani washendodi. Nilikuwa mshiriki wa mbio za baiskeli upande wa wanawake. Kwa kweli mashindano yalikuwa magumu, hali ya hewa kwa upande wangu ilikuwa nzito, milima ilikuwa mikali na upepo nimejitahidi kwa uwezo wangu kikubwa, namshukuru Mungu, sijaumia nimemaliza <từ> <từ> <từ> <từ> <từ> mashindano salama. Mashindano haya utofauti wake kwa kweli naeza nikasema yalikuwa na upinzani pia, na hali ya hewa ilikuwa ni ngumu, ukungu ni mkubwa, inafika sehemu mpaka hata njia huioni. Kiongozi aliyesimamia mbio hizi akitoa wito na kuzungumzia changamoto ambazo zimeendelea kujitokeza na mambo mazuri ambayo wameyapata na ushirikiano mkubwa uliotoka kwa waandishi wa habari mkoani Singida. Aa, kwa majina mimi naitwa Hosaid Nyamoga kutoka ofisi ya Rais Ikulu, lakini pia ndo kwa leo nilikuwa msimamizi na mratibu wa zoezi la baisikeli. Kimsingi zoezi hili limeenda vizuri. Kwa upande wa wanaume tumekuwa na taasisi kumi na moja na upande wa wanawake tumekuwa na taasisi nane lakini kwa upande wa wanaume wameenda kilomita hamsini na upande wa wanawake walienda kilomita thelathini. Ah, hali ya hewa huku mwanzo ni nzuri kutoka hapa Singida mjini mpaka kufika kwenye mzunguko unaogawanya barabara za kwenda Arusha na mikoa mingine kama Dodoma, hali ya hewa iko vizuri, lakini kuanzia pale kwenda kule kwenye mizani hali ya hewa ilikuwa nzito, lakini waendesha baisikeli kwa sababu wengi wamejiandaa, wamekimbia vizuri, hasa yule ambaye amekuwa the best one kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani amekuwa ah, yuko vizuri, tumeenda naye mpaka mwisho amefika mwisho na amerudi vizuri, lakini pia kuna mshiriki mwingine kutoka Takukulu naye amekuwa yuko vizuri, amekimbia vizuri kwa muda mzuri. Nadhani wengi wamekimbia kwenye muda wa saa masaa mawili na dakika kama ishirini hivyo. Jina langu ni Abdul Bandora Ramadhani kutoka